Sisi wanawake wazalendo wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam leo tarehe 14 Juni 2025, tunaazimia yafuatayo: kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mlezi wa jukwaa taifa, kusimama imara nyuma yake katika kuliongoza taifa letu kuunga mkono juhudi zote za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuijenga Tanzania yetu kuelekea taifa lenye amani, utulivu, ustawi na maendeleo endelevu ya kiuchumi, kijamii na kisiasa, kutangaza kwa nguvu zetu zote na kueneza mafanikio yote yaliyopatikana chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kujipanga na kujizatiti kwenda kuhamasisha wajasiriamali wenzetu na kupita nyumba kwa nyumba kuwashawishi wa Tanzania wote waunge mkono na kumpigia kura mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 2025. Niwapongeze sana jukwaa hili la wanawake halmashauri ya jiji la, la, la Dar es Salaam kwa kuamua kabisa kwa dhati kabisa kwenda kumuunga mkono Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wameona Mheshimiwa Rais ametenda meng, mema mengi makubwa. Hata kwenye eneo la mkopo tuna zaidi ya bilioni 18 ambazo ziko tayari kwa ajili ya kutolewa mikopo. Lakini kuna bilioni 17 ambazo ziko kwenye mzunguko. Hizo zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Tumeona wenzetu wa PPRA wamezungumza hapa. Kuna fursa ile ya 30% kwenye manunuzi ya taasisi mbalimbali za serikali ambao kundi hili wanaenda kunufaika. Hivyo, maazimio yao tumewaambia kwamba tutaendelea kuungana mkono kuhakikisha wanaenda kutekeleza yao kwangu mimi nawapa big up sana kwenye maazimio ambayo wamefanya. Niwaombe wanawake wengine waige jukwaa hili kwenda kutoa maazimio juu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Amefanya mambo makubwa, inatia moyo kuona kwamba kuna wenzako wanaoweza kakaa wakatafakari mambo aliyoyafanya na wao wakakuunga mkono. Hivyo na mimi nawaunga mkono kwa kile ambacho wamemuunga mkono Mheshimiwa Rais. Sisi kama serikali tunaendelea kukusanya, tunapata kodi yetu, hivyo fedha hizi kila atakaye kuwa amefikisha kiwango na kwamba amefanya tathmini anaweza anaenda kupata mkopo kubwa. Ni kwamba sisi kama serikali tunaendelea kukusanya fedha na fedha tunayopeleka, tunapeleka asilimia kumi kwa ajili ya mikopo, na wao waendelee kuomba, na tumewaambia maafisa wetu kwamba kila anayetaka aendelee kuomba atakayekuwa ametimiza anaenda kupata mkopo. Atakayetimiza vigezo anaendelea kupata mkopo. Ukumbuke mikopo hii, wako wanaorejesha, iko fedha ambayo tunakusanya, wako wanaorejesha, iko fedha ambayo tunakusanya. Maana yake hakuna limitation ya kwamba umefunga dirisha, ni sawasawa na benki. Benki hufungi mlango wa benki kwamba umekopa mkopo utakopa leo mwenzako kesho anarudisha wewe unakopa kesho kutu. Hivyo na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunazo bilioni kumi na saba ziko kwenye mzunguko, ziko bilioni kumi na nane tayari kwa kutolewa mikopo. Lakini tunavyozungumza leo hii na kesho kuna watu wanarejesha leo hii na kesho kuna mapato ambayo tunayapata kama halmashauri ya jiji hatuwezi kusema tunafunga, wakati mheshimiwa rais ametoa idhini ya mikopo iendelee kutolewa. Ni wasihi wanailala wote, makundi maalum, vijana, wanawake, tuendelee kukopa na ofisi zetu ziko wazi.